Ayub, ukitazama Simba msimu uliopita alipambana na Bravo shidimaki yes. Tena ilikuwa ni mechi ya kwanza na mm. Yes, mechi ya, ya, kwanza yacheza yes, Benjamin Mkapa, kipindi cha kwanza uh, Bravo shikaba waliweka mpira chini wakasema, uh, chezeni Simba. Kipindi cha pili yani wao ndo wakaanza kucheza ile energy waliokuwa nayo uh, lakini mwisho siku mechi kamalizika kwa moja kwa sifuri Simba yes, kushinda lakini ukiangalia mechi hata ya pili yenyewe mpishano wao ile energy naiona hiyo tests lakini kwa mwalimu Dimitar Pantev meneja Dimitar Pantev, kasi yake timu yake kasi yake, lakini hata na mfumo wake mda mwingine ambao ana uswitch kwenye ligi, ambayo tumeona kwenda na 352 akimrudisha nyuma uh, Nabi ka, ka, na Kamara mm. Alafu Rushain pamoja na Nangu kusogea pembeni na kuongeza ile mligo pamoja na Kapombe katikati mwa uwanja kwa pembeni kule kuongeza kasi, nasubiri na, na hiyo sanaa kuiweza kuiona nguvu ya soka la Kiangola, lakini kasi ya Dimitar Pantev kutaka timu yake iweze kukimbia na katikati mwa uwanja kuli eneo kulimiliki. Inawezekana kapata uh, sessions kadhaa uh, kadhaa za mazoezi na kikosi chake baada ya ligi kusimama hmm. Lakini pia uh, kitu ambacho anakifanya ni kitu kigeni kwa, kwa kikosi cha Simba na pengine hata kwa timu ambazo zipo kwenye ligi kuu hapa nchini hmm. Uh, kurotate inahitaji awareness kubwa sana ya mchezaji kutambua kitu gani ambacho kinafanyika kwa wakati ule. Uh, um, mpira ukiwa wapi, mchezaji akisogea wapi, awe kwenye nafasi gani kwa wakati gani, uh, ni kitu ambacho tumekishuhudia kwenye michezo ya hapa karibuni. Kwa hiyo inawezekana na, na, na, na hapo, Hinjo nadhani kocha wa mwisho wa Simba kucheza na katanasho 352 alikuwa ni okay. Masudi Juma Irambo mm. yes, Masudi Juma baada ya Pierre Richante, ambaye Richante akaendelea nayo mm. baada alipofika So, lakini si, si kwa ile ilikuwa ni mabeki watatu pase yani, kwamba unakutana na, na, na, na, na walinzi wakati watatu ambao wana tabia hizo hmm. Hapa unazungumza kwenye karatasi ni walinzi wanne hmm. viungo wawili, washambuliaji watatu na uh, striker mmoja hmm. lakini namna gani ambavyo wanatanua uwanja kujaribu kufukia yale mashimo uh, pale mmoja anapoondoka na mwingine kuingia, tumemshuhudia uh, Anthony Mligo akiwa winga Wilson Nangu wakiwa beki wa kushoto wakati huo kiungo mkabaji eh, Kamara kagoma ama mtu yoyote kushuka kucheza na uh, uh Rushain huku, namna gani ambavyo timu ina rotate yani ndicho ambacho nakizungumzia yeah. Lakini kikubwa zaidi kasi, anahitaji uh, Pantev hahitaji miguso mingi ya mpira, anahitaji mpira utembee kwa kasi sana kwenye maeneo hatarishi ya timu pinzani. Ndio maana unakuja kushuhudia kikosi chake ambacho kinaanza na wachezaji wengi sana ambao watajaribu wata, wata, wata kuondoka kwa kasi kutoka kituo kimoja kwenda kwenye kituo kingine, uh, kujaribu kutoka katikati mwa uwanja kupunguza miguso ambayo ina, inaweza ikasababisha makosa na timu ikawa kwenye nyakati ngumu wakati mwingine. Uh, mchezo huu dhidi uh, ya Petro. Petro kwa, kwa, kwa, kwa karibuni na, nafikiri hasa baada ya kubadili kocha na wao bado kuna kitu wanakipitia kwa kiasi kikubwa sana namna gani wanafanya mabadiliko ya kiuchezaji kwa, kwa kocha huyu ambaye ni Hispania kwa sasa, namna gani ambavyo timu yake anaweza akaitengeneza hasa kwa kile ambacho tunaweza kusema ndio jambo la msingi sana kwao.